Yes, wana heavyweight, mtandaoni eh, yanaoendelea nimeona si vyema kuliacha hivi hivi kupita nimeamua ni kutafute bwana. Eh, sito ficha ficha kutokana na hiki ambacho kimefanyika bwana, nimeona clip ikitembea mtandaoni bwana, miongoni mwa wachambuzi ambao eh, ama wanahabari sijaelewa ni mchambuzi ama ni mwanahabari ama ni shabiki shabik akimwita Kibu Denis eh, miongoni mwa washambuliaji wanaofanya vizuri sana kwenye ligi yetu na michuano ya kimataifa kwa upande wa kundi Msimbazi Simba. Kibu Denis mkandaji takataka taka. Eh, hili limekaaje kwa upande wako hai bwana. Kwanza ili, ili, ili jambo mimi, kwanza kusema kweli ni kweli nimeliona na sio tu nimeliona nimeshangazwa na mtu ambaye anafanya kazi kwenye platform kubwa eh. Unajua, mimi ni sikufiche bwana, masinia wengi wamenitafuta wakaniambia bwana Heavyweight, wewe unafanya vizuri, unachambua vizuri, una, vi, una vitu ambavyo vinasaidia football, lakini tunakuomba usi, usi, usi pingane, wala usijibizane usi na wachambuzi, lakini kwa hili alilofanya huyu jamaa siwezi kulifumbia macho. Umeelewa, kwa sababu gani? Mimi nataka nikwambia kitu kimoja, mimi, ni, mimi, mimi ukiachana na mambo ya mipira na nini, lakini mimi pia nimesoma dini. Umeelewa, eh e, nimesoma dini, kwa hivyo mwisho wa siku Dini yetu inatuongoza kwamba inapotokea umeelewa, mara aminku munkara falyughayiru biyadi, uh, wa in lam, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati uh, fa biqalbi, yani kwamba ikitokea umeona uovu, basi una uwezo wa kuzuia aidha kwa mkono. Ikitokea umeshindwa, basi tumia ulimi wako kuzuia. Ikitokea umeshindwa, basi chukia moyoni mwako, nafsini mwako, japokuwa kuchukia ni udhaifu wa imani, imani tumefundishwa hivyo. Ndio sasa mimi natumia ulimi wangu kumwambia huyu Ibrahim Ambokile sijui anajita chuma cha Mjerumani, umeelewa? Ndio kwamba alichokifanya kwa Kibu Denis ni dharau kubwa. Sawa na, labda nimwambie kitu kimoja huyu ambacho anatakiwa ajifunze au ajue, ni kwamba hao wachezaji ikiwemo Kibu Denis ni bosi wake huyu, si unaelewa? Yani yule Kibu anafanya kazi kubwa zaidi ya kumwaga jasho, alafu kupitia yeye analishwa yeye, huyo Ambokile pamoja na watu wote kwenye tasnia ya football. Yaani, wachezaji wale ndio mabosi zetu, natakuwa tuwape heshima. Umenielewa? Yeye anavyocheza media zinapata taarifa, media zinafaidika, wale sijui wa, wa, wa, watu wanaolinda uwanja, kuna taasisi zinazosimamia mpira, sijui kuna wawekezaji wanatangaza biashara, kuna nini, wale wote sawa. Kinachowapa kiburi ni nani? Ni hawa kina Kibu Denis. sasa inapotokea mtu anavuka mipaka na kwanza. Sasa kufikia hatua ya kuita uh, mchezaji takataka, hilo sio swala la kulifumbia macho, umeelewa. na, na kwa nini anamuita takataka? kwamba Kibu Denis si mtu akija rahisi kwamba huyu haperform vizuri kiasi hicho cha kuitwa takataka, jawa hilo ishu sio kweli, umeelewa, kwa yeah. sababu kwenye kombe la shirikisho sofa yeye yeah, amefunga mabao matatu na ndio yuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutetea au anamaanisha kuweza kutoa eh, kiatu bora pia, yani tuzo ya mfungaji bora, yani kiatu cha dhahabu kwa sababu ana mabao matatu sawa Ta, ametai pamoja na Yusufudayo ametai pamoja na Yusuf, Yusuf Zaudi Fakhredin Ben Yusuf umeelewa, eh ambao wote hao wameshatolewa umeelewa, wameshatolewa kwenye michuano. Sasa ukiachana na Yusufudayo ambao ni mlinzi wakati ambao bado yupo kwenye michuano pamoja na huyo Yusuf Zaudi ambaye naye yupo kwenye michuano akiwa eh, na RS Birkane. Huyu Yusuf Zaudi ni kiungo mshambuliaji ambaye ndo anaweza akakompiti na Kibu Denis lakini wengine ambao wametai nao tu wametolewa, lakini wale waliopo juu yake, umeelewa? Namzungumzia Iheme kweli wa Enyimba, Enyimba ambao Enyimba ishatolewa akiwa na mabao manne pamoja na Ismail uh, Abdel Fattah bin Khasemi ambaye yeye naye pia ana mabao matano ambao ndio ametolewa naye akiwa ndio top scorer. Kwa hiyo Kibu na mabao mawili tuweza kufikia eh ya mabao matano akutai na Ismail bin Khasemi ambaye hawezi tena kuendelea kwa sababu ameshatolewa kwenye michuano. Kwa hiyo yuko nafasi uh, uh, nzuri ya uh, kuweza kutoa tuzo ya mfungaji bora wa uh, kombe la shirikisho msimu huu. Tumenelewa? Ehe, lakini ukiachana na hivyo pia amemsifia Eli Mpanzo kwa sababu Mpanzo ndo mchezaji pekee pale Simba. Pia jambo ambalo sio nzuri. Pamoja na kwamba umemsifia lakini umewa disrespect wachezaji wengine. Lakini hata huyo Mpanzo akisikia hawezi kukusupport. Sawa? Kwa sababu ukija hapana ukijaribu kufuatilia wachezaji ambao wamefanya attempt nyingi zaidi kwenye michuano hii. Umeelewa? Mm -hmm. Umeelewa? Manake shots per game ni Eli Mpanzo ndo anaongoza. Umeelewa? Akifanya shots 4.6. Umeelewa? Anafuatiwa na Kibu Dennis shots 3.2. Alafu wanasema Kibu Dennis huwa ashambulia na kaba. Sasa na kaba vipi? Lakini hata ukiangalia successive dribbles per game, umeelewa? Watu ambao wana dribble mipira, mafundi wa kukokota mipira. Barani Afrika kwenye michuano ya kombe la shirikisho, sawa? Eh? Yeah. Ehe, kwenye kombe la shirikisho. Wa kwanza ni Eli Mpanzu ambaye ana successive dribbles 3.2 zikifanikiwa kwa asilimia 80 anafatia nani? Kibu Denis, Prosper. Successful dribbles tatu nukta sifuri akifanikiwa kwa asilimia sabini na nane. Alafu wewe unakuja unaanza kumponda, unasema takataka. Kwa hiyo takataka wewe. Huyu Ambokile atakuwa ajiheshimu sawa. Eh, mimi natumia wabilisani natumia mdomo wangu kumkanya na sio tu, wajiheshimu na msihi aombe radhi kwa alichokizungumza, shu menielewa na huyu ndo anadhihirisha zile kauli kwamba kwa, kwa namna fulani ule mwaliko wa iftari kuna kitu kweli ulienda kuaffect. Huyu ndo anadhihirisha kwa sababu haya maneno yamebaki kuongelewa mitaani tu, lakini mbona kama kuna ukweli kwamba toka alipotoka kwenye ile event amekuwa mtu ambaye ana, ana, ana, anaonyesha ule unegative wake sana. yes, alikuwa ameji establish kwamba yuko neutral. So, umejiestablish wewe uko neutral. Kwamba wewe Simba unaibomoa Yanga unaibomoa Azamu unaibomoa sijui nani unaibomoa lakini mbona baada ya ile event ya kualikuwa kwenye iftari amebadilika kwa automatically, kulikuwa kuna ajenda na kweli amedhihirisha, kwa sababu mbona amekuwa negative sana kupitiliza. Kwa sababu sawa, unaweza ukawa negative, hatupishani na maoni yako wala hatukatazi mtu kubezi. Hachana nao mashabiki wengine wasiojielewa wanalazimisha mtu lazima awe hapa, lazima afanye hichi la... yani wa... wa mashabiki wanafundisha kazi na mashabiki wanaofundisha mtu kazi, mimi naongelea kauli ambayo ina enda kumvihaki haki mtu, huwezi ukamwita mtu utakataka. Tumeelewa yeye yeah, kwenye uchambuzi wake nafikiri hayupo perfect yeah, kuna haki watu wengine kumwita John Boko ashai kuzungumza yeah. Jambo wachambuzi wali react. Sasa kwa nini wachambuzi wanakuwa nao wasi react? Yani kwanza mimi nategemea kuona saa wachambuzi wa soka wanchi hii wa react kwa kauli kama zile, kama ambapo itatokea mchezaji amewabeza wachambuzi, ikitokea mchezaji ameita wachambuzi takataka au msemaji yeah. Wachambuzi wengi takataka, hawajui mpira. Hata kama ni kweli kuna baadhi hawajui mpira, lakini hawatokubali kufedheheshwa. Sasa nimwambie huyo Ambokile, yeye mwenyewe kwenye uchambuzi wake hayuko, hayuko perfect sana. Menelewa, sio mtu ambaye amekamilika kwenye data, kwenye details, kwenye kujua mpira tactically, kwenye history, kwenye records, kwenye mambo mbalimbali lakini hakujawahi kutokea mtu akamwita huyu jamaa takataka, labda mashabiki, lakini hakujawahi kutokea mtu anayejitambua, labda kwenye redio, kwenye au footballer au nani. Sasa we kama hujaitwa takataka na hauko perfect kwenye kazi yako, kwa nini umwite takataka Kibu Denis? umeelewa? kwa hiyo mimi kwenye vitu vingine vyote alivyozungumza i don't care, sawa. Ila concern yangu mimi ni kwamba kauli aliyoitumia ya kumwita Kibu Denis takataka, sawa na nitazungumza na rafiki yangu. Kuna rafiki yangu aitwa Beni ambaye ndio kamfanyia ule interview, ntampigia simu, nitamwambia ujamaa wako hayupo correct, potelea mbali. Mi ntamwambia sawa, ntamwambia e, kwamba anachokifanya ndugu yetu sio kizuri na kinamharibia hata yeye kwenye media yake, asifanye kitu kama hicho, na kuna vitu anatakiwe kuvipost yeah. yule Kibu Denis sisio takataka, mimi imenikera mchezaji wa timu ya taifa mchezaji wa, na, by the way anatakua pia aombe radhi kwa shirikisho la mpira wa miguu kwa kumkejeli mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, menelewa ambaye amecheza michezo mikubwa akiwa na jezi ya timu ya taifa ya Tanzania, kuanzia kocha, benchi la ufundi kwa ujumla yake, pamoja na shirikisho. Huwezi ukamkejeli mchezaji wa timu ya taifa kwa kumwita takataka. Yani kocha anaita takataka, yani kocha anajumuisha takataka kwenye kikosi cha timu ya taifa, taifa. Simba wamesajili takataka, ligi yetu ina wachezaji takataka. Kwa hata shirikisho la mpira pamoja na bodi ya ligi wamwangalie ile kauli alotoa huwezi ukaita mchezaji wa ligi kuu takataka, sawa. Na pia naomba kwa heshima ya kituo chake anachofanyia kazi aombe radhi, kwa sababu automatically yule anabeba taswira ya taasisi anayoifanyia kazi, sawa. Na mshauri aachane na hizi mambo, kwa sababu mwisho wa siku unavyojibebisha sana unaharibu, hata kama kuna kazi umepewa kwamba bana, we bezi huku akande au awakande nini? Jaribu kutumia akili kwenye kuseti standard za kazi yako, sawa. Hata kama una ajenda dhidi ya timu fulani, sio mbaya, unaweza ukachochea ile mwamko wa kuleta ushindani wa mabishano ya hoja. Toa hoja, weka mezani facts, weka hichi, weka hichi, lakini usianze kuvuka mipaka na kuanza kutukana wacheza, maana ile kauli ni matusi. Yeye anaweza akamwita mzazi wake takataka au mtu wake anayeheshimiana naye takataka. Kwa namana akamtukana Kibu Denis, na nimeshazungumza sana, hizi ad hominem au personal attacks kwenda kwa mtu sio jambo zuri. Kibu Denis anacheza mpira, mkosoe yeye uchezaji wake, usimwite yeye kama kama yeye takataka. si umeelewa? ya kwa hiyo e, mimi kwa upande wangu narudia tu kauli yangu ya mwisho Maasalam, kwamba aombe radhi, umeelewa? Asi, asiombe tu radhi anatakiwa alipe fidia kwa kumtusi Kibu Denis ambayo inaendana na hadhi yake huyo Kibu Denis, unaelewa. Hicho ndio ambacho mi nakiona, labda yanapotokea matukio kama haya. Sasa labda kwa namna moja ama nyingine, huwa yanaathiri wachezaji, yanaweza yakaathiri wachezaji kisaikolojia, lakini pia hata mazingira na namna ambavyo wanavyoishi na wenzao. E, labda tukio kama hili limemkuta kibu labda unaweza kuizungumza kwa namna gani, like ushauri ama nini, wanaposikia maneno kama haya kutoka kwa watu wenye interest zao? Unajua, kwanza Kibu Dennis ni mchezaji mkomavu, nafikiri wewe unaelewa kwamba ni mchezaji ambaye amepitia masimango mengi zaidi, nafikiri kuliko mchezaji yeyote kwenye ligi yeah. sawa Before hajawa haja, haja, haja, haja Kibu huyu anayezungumzwa hivi alikuwa Kibu ambaye anazungumzwa katika namna negative, na bahati mbaya mpaka mashabiki wa timu yake wenyewe wengine walikuwa sioelewa mpira vizuri, walikuwa wanaingia kwenye mkumbo wa kumwongelea vibaya, simanelewa. Lakini pia kauli ya huyo chuma chuma cha, cha nani sijui Mjerumani, yeye hakuishia tu kusema kwamba Kibu takataka taka. Alisema hivi wachezaji ukitoa Eli Mpanzu, wachezaji wa Simba maeneleye anaona ni mpanzu tu lakini jubani. Pia ame, ame, ame, ame sawa mea amesisau ameshusha ile heshima ya jitihada za Simba za kumtoa Almasri na kuweka rekodi ya kuwa timu ya tatu kuiondosha timu ya Misri ambayo ishatangulia mabao mawili, imemuuma sawa, a kumuuma ile swala akasema kwamba Simba wana walichokifanya zaidi ya kumwamposa yeye ndio kasababisha. Ndio. Utafikiri Mwamposa akaalikwa ya peke yake pale, amealikwa mufti mkuu wa mkoa amealikwa Mwamposa mwenyewe amealikwa, sio waziri wa, wa maji amealikwa, rais wa TFF Wallace Karia, lakini yeye kaona kwamba alosababisha simba ashinde ni Mwamposa. Mwamposa ni mtumishi wa Mungu. Ina maana alo alo alo alo alosaidia alo alo alo simba iweze kushinda pamoja na jitihada za, za, za wachezaji, kwa sababu mwenyezi Mungu anakusaidia ukifanya jitihada, jitihada za wachezaji alafu na simba kujikurubisha kwa mwenyezi Mungu sawa ndoi imepelekea Simba washinde, na mtu huyo huyo, mind you, mtu huyo huyo ingetokea imetokea, labda ile ishara yoyote ya, ya, ya, ya kutumika labda ushirikina, angezungumza Simba wachawi. Simba wamejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kupitia watumishi wa Mungu wa dini zote mbili, lakini huyo huyo tena anaanza kukejeli, kuikejeli Simba. Mwamposae alifanya nini? Kwamba aliongeza nguvu kwa wachezaji ya achokifanya Mwamposa amewaombea Simba, lakini alialikwa kama mgeni rasmi, mgeni wa mchezo. Yani, ume, mgeni maalum sio rasmi mgeni hmm, maalum maake mgeni, mgeni rasmi alikuwa waziri, sawa. Mgeni maalum wa mchezo, kwa hiyo ina maana sasa ile kualikwa maalum mgeni, mgeni wa mchezo yeye imemkera au imemuuma mpaka aseme yeye ndo kafanya Simba ishinde, umeelewa? Na mimi nasema sawa, hii swala la kuwa mchambuzi sababu mimi sijawahi kujiita mchambuzi. Mimi watu wanani, wananipa majina wao, we mchambuzi wa mchongo, we mchambuzi wa timu fulani ne... mimi sifanyi kazi kwenye redio yoyote. Mimi mnakuja, mnanihoji, mnaniuliza maswali yenu, najibu kama inavyotakiwa kujibu. Kwa hiyo mimi sijawahi kujiita mchambuzi, lakini nikizungumza na wachambuzi ambao ni uh, verified wanafanya kazi kwenye labda media na vitu kama hivi, jaribuni kuongea na wenzenu ambao wanadhalilisha tasnia, otherwise itapotea. Trust me, yaani itafika stage kwamba ukiwa mchambuzi unaonekana kama mtu wa ajabu. ita inapoelekea kwa kwa maneno haya, sikufichi, sikufichi, itafika steji hiyo, kwa sababu mtu anazungumza kitu ambacho ukikifikiria, unaona kabisa mtu mwenye mwenye mwenye mwenye uelewa mkubwa na ambaye amesoma kwenye tasnia ya habari, hata kwa level ndogo, hawezi kuzungumza vitu kama hivyo takataka huyo. Just imagine. Kwa hiyo huyu jamaa amefanya jambo kubwa sana na mimi amenichukiza sana Sawa, na mimi amenichukiza sana, na inapoelekea naweza hata nikaanzisha kampeni ya kutofanya uh, interview na media yoyote ambayo itakuwa ina mmoja jamaa, nikiona kama hatobadilika, trust me, umeelewa? Nikiona kama hatobadilika, kwa sababu issue sio kufanya kufanya uh, interview na media nyingi. Issue ni kwamba media ziseti standard, yani sio tu jamaa alichokifanya kwamba ibaki kwa huyu, hata media pia ziseti standard. Kuna vitu asiposti kwenye mitandao Unaona mtu anaongea vitu vya ajabu ajabu, unaona kabisa hichi kitu sio kizuri na kina negative impact kwenye society, usikiposti achana nacho, na ikibidi mwambie kwamba mimi hivi vitu sivi entertain, kwa sababu naamini kuna media hawezi kuzungumza vile, na hata kama angezungumza isingeenda viral wala isingepostiwa. Sasa kwa hiyo namwambia huyu Ambokile sio chuma cha nani huyu, aombe msamaha, umeelewa, sio radhi, msamaha kwa alichokifanya kwa kibu Denis. Bwana, mimi nakushukuru sana hivyo. Haya, ah, nashukuru.